Jamii wilayani Misenyi mkoani Kagera imetakiwa kuungana kwa pamoja kutangaza fursa mbalimbali za kiuchumi zinazopatikana katika wilaya hiyo hali itakayowezesha wawekezaji wengi kuja kuwekeza ndani ya wilaya Misenyi. Wito huo umetolewa Desemba ishirini na sita mwaka huu na Dr. Richard Muyungi, mshauri wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande wa idara ya mazingira ambaye pia ni miongoni mwa wadau wa maendeleo wanaozaliwa wilaya Misenyi aliyeshiriki uzinduzi wa tamasha la Misenyi Festival lililoratibiwa na kikundi cha umoja wa jicho la Misenyi kwa lengo la kuwakutanisha kwa pamoja wazao wa, wa wilaya hiyo ili kujadili fursa zinazopatikana katika kata mbalimbali za wilaya Misenyi zinavyoweza kukuza fursa za kiuchumi. Mimi naitwa eh, Dr. Richard Muyungi ni mshauri wa Mheshimiwa Rais eh, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan na mjumbe maalum kwenye masuala ya mazingira ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia mimi ndiye mwenyekiti wa Afrika wa e, wataalamu na mabarozi wanaosimamia masuala ya mabadiliko e, ya tabia nchi. Kwa hiyo kwanza nishukuru kwa ukaribisho, ukaribisho ni ukaribisho huu ni muhimu sana na kama nivyosema, siku hii nadhani ni muhimu kwa kwetu sisi kama wilaya eh, lakini kama mkoa na kama nchi na hata kama bara la Afrika, kwa sababu amani utulivu kwa sisi wa Afrika umejengwa na tamaduni zetu na kuthamini utu pamoja na mila na desturi zilizokuwa nazo na kuhakikisha kwamba fursa tulizo nazo katika maeneo mbalimbali zinatumika kuwasaidia wananchi walioko. Kwa hiyo kwa upande huu wa Misenyi, nimefurahi kuona mazingira ya Misenyi ambayo yamekuwa ni kichocheo na kivutio kwa wawekezaji mbalimbali, sasa yanaanza kuwasaidia wananchi wenyewe. Kama nilivyosema, e, wilaya ya Misenyi ni wilaya ambayo ina mazingira bora sana, iko kilomita 160 kutoka kwenye Ikweta na mkiangalia e, fursa zilizopo ni maeneo machache nchini ambayo yana fursa za hali ya hewa ya aina hii, hali ya mazingira ambayo yanaweza yakasaidia e, kuhakikisha kwamba uchumi wa mtu mmoja mmoja na wa wilaya unakua. Historia ya Missenyi inaonyesha kwamba wazee wetu walitumia fursa za mazingira haya, na kama nilivyosema, tunatakiwa na sisi tuzitumie fursa hizi kwanza kuhakikisha kwamba tunaweka misingi itakayojenga kazi kwa vijana wetu lakini misingi pia itakayosimamia utu, kuhakikisha kwamba vijana wanafanya kazi, lakini pia wanathamini utu na pia wanafahamu umuhimu wa umoja na kuenzi eh, wazee wetu, lakini na kutambua umuhimu wa utaifa wetu. Katibu wa umoja wa jicho la Misenyi Bwana Francis Ruta amesema kuwa tangu wahitimu elimu wa yake ya chuo kikuu amekuwa na nia ya kutaka wilaya Misenyi ipige hatua kimaendeleo kwa fursa ilizo nazo kama mito, tuna vyanzo vya utalii mikoa mbalimbali senye tunakata ishirini ni chache, tuna utitili wa vyanzo vya utalii. Tunasaidiana vipi na serikali? Tukisubiri kila kitu tuwetewe, mahitaji na majukumu ya serikali ni mengi, inabidi na sisi wananchi tushirikiane rasmi katika hafla ya uzinduzi wa tamasha hilo ambalo limefanyika katika uwanja wa Mashujaa, mji mdogo wa Bunazi. Mheshimiwa Fokas Rugasira, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Misenyi na diwani wakati ya Bwanjai, amesema kuwa tamasha la Misenyi Festival ni dira ya kukuza maendeleo ya Misenyi. Jambo hili lina maana sana kwa mustakabali wa yetu mkoa na taifa kwa ujumla. Hapa naweza kusema kwamba kuelimisha kwa vizazi vya sasa juu ya tamaduni za mababu na mababu zao kwamba waliishije ili nao waweze kuwa bora zaidi. Pongezi sana kwa kubeba maono haya, ndugu wana jicho la Missenyi. Vile vile swala la kuunganisha wana Missenyi toka maeneo mbalimbali katika wilaya hii si jambo dogo. Mimi niendelea kutoa pongezi kwa jukwaa la Missenyi. Nimemaliza kutoa mfano wa Bwanja umekusaidia sana na kwenye kampeni za bunge. Kuna mbunge mmoja jinsia ya kike alisema anatamani kila kata iwe na kata day, kama tulivyo na Mada day Uzinga day. Kila kata iwe na kitu cha namna hiyo, tutaibua mambo mengi, tutaweza kuwasaidia wananchi wetu, tuweze kusonga mbele. na huyu hapa ni mwenyekiti wa kikundi cha umoja wa jicho la Misenyi. Amesema kuwa kuzinduliwa kwa tamasha hili ni mwanzo wa kuandaa tamasha jingine lijalo mwaka 2026. Naitwa Bwana Bacha Durotoga, mzaliwa na mkazi wa kata hii ya Kasambia, wilaya hii ya Misenyi na kwa shughuli ya leo ya, ya Missenyi Festival, mimi ni mwenyekiti wa umoja wa jicho la Missenyi. Umoja wa jicho la Missenyi ni umoja wa wana Missenyi wote wazawa, wakaazi, watumishi wanaoishi hapa Missenyi, wawekezaji, wadau wote wa maendeleo wanaoishi ndani ya wilaya ya Missenyi na hata nje ya wilaya ya Missenyi, nje ya Missenyi, hata nje ya nchi. Na lengo letu ya hii umoja wa Missenyi ambao tumeanzisha ni kuwa tunakutana kila mwaka tunajadiliana tunasherekea kwa pamoja, lakini lengo kubwa ni kushughulikia maendeleo ya wilaya ya Misenyi. Kwanza nizungumzia tamasha la leo. Tamasha la leo tunasema ni tamasha, lakini mimi nasema halikuwa tamasha sachi, kwa sababu ilikuwa ni uzinduzi, watu waweze kuelewa jicho, umoja wa jicho la Misenyi ni nini, na kama mlivyoona, tumefanya haraka haraka, tumemaliza. Kwa hiyo mwakani, wa mkakati tuliouweka ndio tutaanza matamasha ambayo kama tulivyoshauriwa na afisa utamaduni wa, wa wilaya. Tamasha ambayo litakuwa linakaa wiki nzima, tunakuwa mambo ya bonanza, wawekezaji ambao wako ndani ya wilaya Misenyi wanaonyesha mazao wanayozalisha, vifaa wanavyozalisha, unakua na timu za mpira, kila kata watashiriki hapa, vyakula vya asili watu wataleta hapo, wataonyesha na kila kitu, yani Misenyi iweze kueleweka. Nikiripoti kutoka kutoka wilayani Misenyi, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Karagwe Media TV Online.